Na siku zote katika maisha tunapenda kuamini kwamba furaha ya familia, furaha ya nyumba, ili nyumba ichangamke, ili nyumba, yani, inaonekana kuwa ni nyumba nayo imekamilika, hapapatikani na mtoto hajarushi ni jinsia gani ya huyo mtoto, lakini tayari ukishasikia zile mtoto analia, mtoto anini, unalia kabisa, hii nyumba ina fulana, hii nyumba ina kitu cha kipekee cha kujivunia. Na siku zote mama au familia hupenda sana kujivunia mtoto. Sasa, kupitia ukrasa wa mwanamuziki official Shilole ameposti video clip akiwa na mpenzi wake ikimwonyesha yupo hospitalini akiwa kwenye hali ya mama ambaye ametoka kujifungua. Kwa kiufupi tunaweza kusema kwamba official Shilole amefanikiwa kujifungua, yeye pamoja na mpenzi wake amefanikiwa kupata mtoto. Baada ya kuposti clip hiyo, Shilole ameandika, namshukuru Mungu leo umeni ona na mimi, na baraka zako leo zimenikuta na mimi sijui, unapitia wapi, sijui unapitia wapi na maombi yako ni nini, lakini Mungu aliniona mimi na... na kuombea akuone na wewe hakujibu kila unaloliomba kwa wakati wake na akupe haja ya moyo wako, machozi yako, wale wanaokucheka kwa kukosa jambo fulani na kila unachokitamani. Mungu atakujibu na kukuona na wewe. Leo nina furaha sana kwa mfano wa kuwakilisha wanawake wengi wenye kilio cha kuitwa mama, na kwa wanaume mnaotamani kuitwa baba, kwa hakika Mungu atawajibu kwa wakati sahihi na mtabeba mtoto wenu kwa furaha. Nashukuru Mungu umeniona na mimi so. official Shilole. Hiyo haraka aliyokuwa ameandika katika peji yake ya mtandao wa kijamii Instagram, akishare furaha yake kwa mashabiki zake kuonyesha kwamba na yeye amefanikiwa kupata mtoto. Mungu amemjibu kwa wakati ambao yeye ameona kwamba anastahili. Kwa sababu wanawake, msikate tamaa. Sasa unaweza kudondosha komenti yako hapo chini ukituambia kwamba wewe mtazamaji unahisi hii ni kiki anafanya tangazo la kitu fulani, dondosha tu komenti yako hapo chini, tutapita na maoni yako. Na hii ni Memorata TV, usisahau kusubscribe, ku like, ku comment na kushare, kisha bonyeza alama ya kengele ili uendelee kuwa kwanza kujipatia notification zote mara tu tutakapokuwa tumeachia video mpya, ili uweze kuwa mwanafamilia bora. Langu jina ni Madam Gladio.